Wafanyabiashara katika soko la Makinnon maarufu kama Marikiti hapa jijini Mombasa wanazidi kulalamikia hali duni ya soko hilo pamoja na mazingira machafu ya kufanyia kazi. Malalamishi haya yanajiri miezi miwili tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru soko hilo na kuahidi kujengwa upya kwa soko hilo. Kadzo Gunga anaarifu. Kwa sasa imesalia takribani mwezi mmoja tu tangu Rais Uhuru Kenyatta kupeana makataa ya miezi mitatu ili kukarabati jengo hili na kupeana mazingira bora kwa wafanyikazi wa soko la Marikiti. Kwa mtazamo wa soko hili ni dhahiri kuwa hakuna hatua yoyote ya ujenzi inayoendelea, hali inayotia wasiwasi kwa wafanyabiashara wa soko hili la Marikiti. Kwa kulingana na Mahmud Abdalla ambaye ni mfanyi biashara katika soko hili, ujenzi wa soko ulianza, lakini kwa sasa hakuna lolote linaloendelea na hofu yake ikiwa athari ya mvua inayoanza kushuhudiwa. Watu wa engineering wa NYS, tukakaa na wao meeting, tukakubaliana kwamba msi... mipangilio fulani tutafuatilizia wafanye renovation. Hata kazi pia wakaanza upande wa face ya Makino Market wakaanza kuirekebisha, mara tu wakasimama. Hasa hatujui kwa sababu gani wamesimamisha ni kazi. Kulingana lakini na matamshi ya bwana rais na promisi yake ni kwamba within 3 months watakuwa wamelijenga ili soko, ahadi iliyotolewa kwa wafanyabiashara hawa takribani miezi miwili iliyopita na Rais Uhuru Kenyatta, haionekani kuwekwa kwa matendo kazi hii tunataka imalize baada ya miezi mitatu tuweze kurudi hapa, tuweze kufungua hii soko, tuweze kutembea hii mitaa ya oto, tuweze kuona tai kwaka, tuweze kuona usafi huko, na tuweze kuona vijana wetu wakijiendeleza maisha bila kusumbuliwa na kukiwa na kwa wafanyabiashara wa soko hili si ujenzi tu ambao ni changamoto. Kuna mengi ambayo walikuwa na matumaini yatatatuliwa endapo mradi huo wa rais Uhuru Kenyatta utatekelezwa. Taka zenyewe hizi zile magari hakuna, taka zinamwagwa chini pale, sasa zinakaa siku tatu nne pale, mpaka ikija ile tinga ikitoa ile taka, ile harufu yote wateja wauzaji wote inawapata. Hatuna hata choo, hatuna maji, mtu ananunua jarikeni ya, ya maji lita ishirini shilingi hamsini. Mi biashara yangu haiendi, ni ya mboga bwana, haiendi bila maji, I have to clean them. kola vuja sana, baada eh, ya kuwa lavuja na nimekuwa takavu, nataka kufanya rupea juu mabati yote yameharibika. Kwa hivyo sisi tunaumia sana, mvua ikinyesha, yote tunashukia hapa. Hata wale wanunuzi wenye kununua pia wanapata shida kuingia hapa sokoni. Wafanyabiashara hao wameiomba serikali kutimiza ahadi yake kwao, ili kuwapa mazingira bora ya kuendeleza biashara zao. Serikali kama kiongozi wetu alipokuwa ametuahidi, ni afanya tu. Unajua, ukimwahidi mtu kitu kizuri ndipo pale Mungu pia anakupa kitu kizuri. Kwamwomba rais atimize ahadi yake lalioisema. Kadzo Gunga, Pwani TV, habari za mwambao.